Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma. Tangazo la kuitwa kazini, tarehe nane mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano. Katibu wa Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma anapenda kuwa taarifu waombaji kazi wa nafasi mbalimbali waliofanya usahili kati ya tarehe kumi na sita mwezi wa sita 2024 na na tarehe tano mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano kuwa matokeo ya waombaji kazi waliofaulu usaili huo ni kama yalivyoorodheshwa katika tangazo hili. Orodha ya majina haya pia inajumuisha baadhi ya wasailiwa waliokuwa kwenye kazi data, database kwa kada mbalimbali ambao wamepangiwa vituo vya kazi baada ya nafasi kupatikana. Wasaili wote waliofaulu usaili na kupangiwa vituo vya kazi, barua zao za kupangiwa vituo vya kazi watazipata kupitia akaunti zao za Ajira Portal kwenye sehemu ya My Application. Hivyo watapaswa kupakua na kutoa nakala, download and print, barua hizo na kwenda nazo kuripoti katika vituo vyao vya, vya kazi walizopangiwa. Aidha, waombaji kazi waliofaulu usaili na kupangiwa kituo cha kazi wanatakiwa kuripoti kwa mwajiri katika muda ambao umeainishwa kwenye barua za kupangiwa kituo cha kazi wakiwa na vyeti halisi, yani original certificate za masomo kuanzia kidato cha nne na kuendelea, ili vihakikiwe na mwajiri kabla ya kupewa barua ya ajira. Kwa wale ambao majina yao hayapo katika tangazo hili, watambue kuwa hawakupata nafasi au hawa hawakufaulu usaili. Hivyo wasisite kuomba kwa mara nyingine nafasi za kazi zitakapotangazwa. Mamlaka ya ajira, kada, majina ya walioitwa kazini. Tume ya maendeleo ya Ushirika TCDC Internal Auditor 2, shirika la ukaguzi na usimamizi wa vyama vya ushirika, msaidizi wa kumbukumbu daraja -kumbu la pili shirika la ukaguzi wa usimamizi wa vyama vya ushirika auditor officer tu. Imetolewa na Katibu, Sekretariati ya Ajira katika Utumishi wa Umma.